Uh, jana tulikuwa na somo la pekee sana. Ejo twagize somo ambalo lilikuwa liki likiwa ni swali. Ni somo twize ryari meze n'uburyo ikibazo. Kwa nini kuna dini nyingi leo? Jana bazaga ngo kubera iki uyu munsi hari amadini menshi. Lakini siku ya leo hatutaongea habari ya swali hilo tena. Ariko uyu munsi ntabwo tugaruka kuri icyo kibazo twabazaga ejo. Bino tulilijibu siku ya jana. Kuko ejo twarangije Somo letu la leo linasema atimaye anakuja tena. Atimaye anakuja tena tena, ndiyo somo letu la leo, anakuja tena tena. Ati rwose bidatinze azagaruka. ina misho so wako, tuombe. Eka tukubika maso, dusenge. Baba, asante kwa sababu ya upendo wako Siku ya leo tuna somo la muhimu sana katika maisha yetu. Roho wako Mtakatifu akalifundishe kwa namna itakayogusa mioyo yetu, na zaidi ya yote akatuandae kwa ajili ya umilele, ni katika jina la Yesu amina. Hatimaye anakuja tena Somo linasema hatimaye anakuja tena, ndiyo somo letu la leo. Kwa hivyo kila mmoja ajue kwamba hatimaye anakuja. Ni nani huyo anayekuja? Tutamwona katika siku ya leo Niyo, wose, zakari, kutinia, katika Biblia kuna mafungu mengi sana yanayozungumzia Habari ya huyu ambaye tunasema anakuja. Katika kitabu cha Waebrania, sura ya kumi mstari wa thelathini na nane na wa thelathini na tisa Biblia inasema hivi. Biblia, kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, kubera yuko igihe kitari kirekire, yeye ajaye atakuja, uzaza ntazatinda wala atakawia kandi ntazatinda, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, kandi umunyakuri azabaho. Akisita sita, roho yangu aina furaha naye kandi natinda nazarira. Kwa hivyo, mwandishi wa kitabu cha Ebrania, Paulo, cha andiitauu Paulo anatuambia bado kitambo kidogo sana, atubwira ko bidatinze, yeye anayekuja atakuja kanda kandi. Na habari njema hata kawia, amakuru meza nuko atazatind, lakini wakati anakuja, ariko bwazabaje, anasema mwenye haki wake Avuga yuko umukiranutsi ataishi kwa imani. Kwa hivyo moja kati ya tukio ambalo watu wamelisubiri sana, abantu biteze. Ni tukio la kurudi kwa uyu anayekuja. No kwitega uyu ngu yige kugaruka. Na huyu si mwingine ambaye tutamzungumzia leo leo. Ni Yesu Kristo wa Nazareth. Yeye ambaye alikufa Calvary kwa ajili yetu. Hatimaye atakuja tena. Na swali letu la msingi ni hili. Kwa Kwa nini anakuja tena? tena? tena? Katika kitabu cha Waebrania iyo iyo sura ya tisa na mstari wa ishirini na nane. Biblia inasema hivi. Biblia inasema, Biblia inasema, Biblia inasema, Biblia inasema. Kadhalika Kristo naye Mm. Kazarika Kristo nae. Ngo Yesu nawe. Kazarika Kristo nae. Nae. nae. Ngo ndetse na Yesu bwe. Kazarika Kristo nae. Dodia tena. Kazarika Kristo nae. Ngo ndetse na Yesu Kristo bwe <laughs> Ndiyo. Ndiyo kabisa tuko pamoja.

na Biblia ikatueleza mbinguni anatuombea kwa Baba, biblia itubwira ijuru adusabira mu. Na baada ya kumaliza huduma yake ya maombi, kandi amaze kurangiza kudusabira, atarudi tena, azongera garuka, ili kukamilisha kazi yake ya wokovu, ili kuwachukua wale wote ambao wamemtazamia na kumsubiri kwa ajili ya wokovu, bamutegeree kandi bagategereza. Anakuja kuwachukua watu wake, iyo azaza gutwara abantu be. Anakuja azagaruka, anakuja aragaruka, bidatinze. Anakuja aragaruka, Aragaruka. Swali la msingi ikibazo 'i

Mbito. Ina mistari zaidi ya elfu moja na mia tano inayozungumza kurudi kwa Yesu mara ya pili na unapozungumza tu katika Agano Jipya, katika kila mistari ishirini na tano kuna aya 5 inayozungumza kurudi kwa Yesu mara ya pili, yaani katika kila mistari ishirini na tano ya agano jipya, mstari mmoja unazungumza kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kwa hivyo uchagundua kwamba tukio la kurudi kwa Yesu mara ya pili ni tukio lililozungumzwa sana. Sasa, nisikilize rafiki zangu. Miaka elfu tatu kabla yesu hajazaliwa mara ya kwanza hapa duniani, Yesu Kristo kabla hajaja duniani, miaka elfu tatu kabla ya kuja kwake, Enoko mtu wa saba baada ya Adamu Enoki umuntu wo ku ruvyaro rwa karindwe inyuma ya Adamu, uyu alikuwa ni mtu wa saba baada ya Adamu. Uyu enoki yari wo ku ruvyaro rwa karindwe inyuma ya Adamu. Yeye pia alitoa unabii wa kurudi kwa Yesu mara ya pili, we yahanuye ya kugaruka kwa Yesu bwa kabiri. Kumbuka, ni miaka elfu tatu kabla yakuja kwa Yesu hapa duniani. Yuda anatuambia katika waraka wake, Yuda moja kumi na nne mpaka kumi na tano Biblia inasema hivi: Na enoko, Na enoko, mtu wa saba baada ya Adamu, alitoa unabii akisema, angalieni, Bwana alikuja na watakatifu wake murabona dore uwiteka azaza nabera be maelfu maelfu kandi bihumbi ni bihumbi ili afanye hukumu juu ya watu wote kugira ngo azacire imanza abantu bose na kuwadibisha wanadamu wote wasiomcha Mungu kandi bashe guhana abantu batubashya kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu alizozitenda bila kumcha Mungu kub imirimo yabo bakoze bagomba badakorera imana na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hawo wenye zambi wasio mji wa Mungu wameyasema juu yake kandi kubwa amagambo akomeye abatubaho wa imana bavuze. Kwayo, utagundua ya kwamba Enoch, ubwivyo uzabona neza ko Enoch. Mtu wa saba rwa lakini anatoa unabii wa kuja kwa Yesu mara ya pili, yahanuraga iyokuza kwa Yesu. Si unaelewa yakwamba Biblia inatuambia urko Biblia ivuga huko. Enoch alitembea na Mungu e, Enoch e, alikuwa rafiki wa Mungu. Enoki alikuwa rafiki wa Mungu. Na siku zote unapokuwa rafiki wa Mungu, Mungu anakueleza siri zake, Mungu anakufunulia mambo yake, na kwa, kwa sababu Enok alikuwa mtu wa maombi, Enok alikuwa mtu anayempenda Mungu, Enok alikuwa rafiki wa Mungu, rafiki wa Mungu, Mungu alimwonyesha matukio yote yatakayotokea duniani

Moto utakula mbele zake, umuriro uzakongora mbele, na tufani yavuma sana ikimzunguka pande zote, kandi hazaba ibirimbi viri kurabagirana na impande zose. Ataziita mbingu zilizo juu azahamagara ijuru liri hejuru cyane, na nchi pia, awahukumu watu wake, kandi navo mwisi kugira achiri manza bantu be. Nikusanyiyeni wacha Mungu wangu Kaomwe waliofanya agano nami kwa dhabihu abajiranyezeranu ryange. Nikusanyieni wacha Mungu wangu Kaomwe abao wamefanya agano nami kwa dhabihu. Kwa hivyo Mungu anakuja, rafiki zangu, kivyu anakuja kuchukua wale waliofanya agano naye kwa dhabihu wale, wale waliokubali damu ya Yesu Kristo kama ka ya msamaha wa dhambi zao. Abeme igitambo cya Yesu kuja bapfire wale waliomchagua Kristo kama Mwokozi waobari abaisemu Yesu nmukizau anakuja ili awakusanye, kuja anakuja ili awachukue, anakuja ili awa kuhukumu sayari hii azaza kujira iteka. Kwa hivyo wapendwa, Kristo anarudi tena. Kwa hivyo bakuzi Yesu ajiye kugaruka. Nisikilize rafiki zangu. Zayi. Wakati hawa manabii wengine wanaeleza kwa undani juu ya ujio wake, Isaya yeye anatuambia hivi. Nawe ati Yesu Kristo anakuja ili kukomesha nguvu za kuzimu. Yesu atazikomesha kabisa, zazihagarika kila nguvu za Shetani, ui zose za asata. Yesu anaporudi tena, Yesu atazikomesha Zangarika. Na hivyo anasema katika kitabu chake cha Isaya. Isaya 35 mstari wa 3 hadi 6 anasema hivi. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu. Yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Kani mukomeze. Waambieni walio na moyo wa hofu. Bwira afite miti mikutze jipeni moyo msiogope, gomukomele kandi muchikineje. Tazama Mungu wenu atakuja na kisasi, muwone witeka zaza kwituna malipo ya Mungu kandi azanye igororana, aimtakuja na kuwaokoa ninyi, azaza kubarokora ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa, amasoyi mumye azabona, na masikio ya viziwi yatazibuliwa, kandi amatwi ipa matwi azaziburwa, ndipo mtu aliye kilema Atarukaruka kama kurungu nibwo umuntu wa mu ake aliye bubu utaimba kandi rurimirwe ruzangoboto karuriribe maana katika nyika maji yatabubujika kubera mu butayu amazi azatemba na vijito jangwani kandi mijezi zatemba. Kwa hivyo Yesu anaporudi tena kubw ivyo Yesu nabagarutse kwa sababu atakomesha nguvu za giza kubera zahagarika imbaraga z' mu mwijima. Bibiliya inasema hata wale walio viwete, Bibiliya ivuga kwa wale abantu bafite atabasha kugenda walizaliwa wengine wakiwa viwete abenshi bavutse bafite ubumuga wengine hata walipata ajali wakawa vilema birashoboka ko ari nabohagize anasema wataruka luka kama kuru aravuga ati bazasimbuka nk'imarage watalukaluka wakifurahi kifurahiti bazasimbuka. Kwa sababu Yesu anaporudi tena. Kubera Yesu ubwo azabagarutse atakomesha uzaifu wote. Azahagarika intege nke zose Ata wataona abatareba, wale ambao wamekuwa viziwi batumva watasikia tena, bazongera kuva, kwa sababu Yesu Kristo atakomesha hayo yote. Na unajua Yesu alipokuwa hapa duniani wake mara ya pili yahamirije kugaruka ku bwa kabiri. Akasema katika Ufunuo sura ya 14 aravuga mu gice cha 14 akiongea na wanafunzi wake agani nana, wa Abo, na na mijitwa bibi, akiwaona wamefadhaika, abona bahangaite wana mashaka bali kumshindika, akawaambia msifadhaike mioyoni mwenu, arababwira mu gitabo cha Matayo arababwira ati nimuhangarike